Hujambo na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali e, pasina shaka upo salama kabisa. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa, ambapo kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mheshimiwa Tundu Lissu inaendelea leo katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo leo majaji wanakuja kutoa uamuzi baada ya kupitia kila kitu Uh, siku ya jana uh, siku ya Jumanne. Kumbuka kwamba siku ya Jumatatu kesi ilihairishwa baada ya upande wa Jamhuri kuweza uh, kujibu hoja ambazo ziliibuliwa na Mheshimiwa Tundu Lissu akiweka mapingamizi ya kwamba vielelezo vya shahidi namba tatu visipokelewe mahakamani. Baada ya kumaliza kutoa uh, mapingamizi yao zidi ya hoja za Mheshimiwa Lissu, Mheshimiwa Lissu akafanya rejoinder. Kwa hiyo majaji ambao wanasikiliza shauri hili wakiongozwa na Jaji Ndunguru wakasema kwamba wanaomba wakapitie hoja za pande zote mbili, lakini pia pamoja na kesi ambazo wameweza kuzisaiti katika kuwasilisha hoja zao, na siku ya leo tarehe ishirini na mbili majaji watakuja ya kusoma uamuzi mdogo mapema kabisa saa tatu asubuhi. Mheshimiwa Lissu akawa amewasili mahakamani, amefikishwa mahakamani kwa ajili ya shauri hili kwanza ya eh, kusikilizwa. Kwenye mitandao ya kijamii, ukipita kuna taarifa ambayo inasambaa kwa kasi sana, ambapo makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania bara John Heche amekamatwa muda mfupi uliopita leo Oktoba 22 siku ya Jumatano mwaka 2025 akiwa anaingia kwenye viunga vya mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, kuhudhuria kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama mheshimiwa Tundu Lissu. Taarifa hizo zimethibitishwa na John Mnyika, ambapo akizungumza na wanahabari kuhusiana na jambo hilo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amedai kuwa Heche amekamatwa ghafla alipokuwa anaingia mahakamani hapo, lakini hadi sasa uongozi wa chama haujajua sababu ya kukamatwa kwake. Amesema amepokea simu kutoka kwa mmoja wa wasaidizi wa makamu mwenyekiti huyo na kumweleza kuwa Heche HM imepelekwa kwenye kituo kikuu cha polisi kati, yaani Central Police polisi Dar es Salaam, na kwamba kwa sasa mawakili wanaelekea kituoni hapo kufuatilia sababu za kukamatwa kwake. Nikukumbushe siku kadhaa zilizopita hapa, wakati John Heche anataka kwenda Kenya kuhudhuria mazishi ya Odinga, tulishuhudia kile ambacho kimetokea pale firali mpakani mwa Kenya na Tanzania ambapo Heche alizuiliwa kuingia nchini Kenya, lakini pia pasipoti yake ya kusafiria, ya kusafiria ikachukuliwa pale. Wananchi ambao walikuwa jirani na eneo hilo wakajitokeza kwa wingi, na baada ya muda kidogo Heche akaachiliwa pale, na wananchi wakaondoka na Heche kwa mguu. Na baada ya hapo taarifa zikawa ni nyingi sana kwamba Heche kaenda Kenya, lakini pia alfajili ya kuamkia siku ya kesho yake tukaona idara ya uhamiaji wakidai ya kwamba Heche amevuka mpaka na kwenda Kenya bila kufata utaratibu. Lakini pia Chadema nao wakajibu na Heche pia akazungumza kwamba hajaenda Kenya, anafahamu taratibu zote na pasipoti yake walichukua wao, kwa hiyo hajavuka kwenda Kenya. Lakini pia eh, blendaru pia akazungumza vitu vingi vilivyotokea eh, siku hiyo, ikiwemo gari la Heche kupigwa risasi matairi, lakini pia dereva kukamatwa. Lakini pia sio hivyo tu, wakazungumzia kuhusu viongozi wa Chadema pasipoti zao kuchukuliwa na idara ya uhamiaji, wakitaka idara ya uhamiaji kuweza kurudisha pasipoti za viongozi wote wa Chadema ambazo wanazishikilia idara ya uhamiaji. Sasa nimeona hapa Rozi Mayemba amesema kwamba kilichotokea kukamatwa kwa Heche asubuhi hii akifika mahakamani kuzulia kesi ya uhaini ambayo inamkabili mheshimiwa Tundu Lissu ni kutokana na kile ambacho kilitokea silali pale mpakani, mpaka wa Kenya na Tanzania. Ameandika hapa Rozi Mayemba kwamba makamu mwenyekiti mheshimiwa Heche leo asubuhi akiwa anaingia mahakama kuu hapa Dar es Salaam

Shauri la pili ni la maombi yaliyowasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama taifa Said Issa Mohammed pamoja na wenzake wawili dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa John Heche, lakini pia katibu mkuu wa chama Mheshimiwa John Mnyika pamoja na wenzake watano pamoja na bodi ya wadhamini ya chama, ambapo kesi hii itakuwa kwenye hatua ya kutajwa na kesi zote zilitakiwa kuanza tatu kamili asubuhi leo. Kwa hiyo kumbuka pia, kwenye shauri namba moja, la kwanza leo ni, u, ni, ni kesi hii ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama taifa, ambapo Lissu, eh, katika mahakama kuu leo itatoa uamuzi mdogo wa mapingamizi ya Mheshimiwa Lissu ya kupokelewa kwa flash disk pamoja na memory card kama vilelezo kwenye kesi hiyo. Kwa hiyo tutakutaarifu hapa eh, kitu gani kimetokea kwa John Heche lakini pia kitu gani kitatokea katika kesi hii ambayo inawakabili hawa viongozi wa Chadema. Ukipita kwenye peji za Chadema, Chadema hapa ofisho wao wameandika, makamu mwenyekiti wa chama taifa, Mheshimiwa Heche amekamatwa asubuhi hii akiwa nje ya mahakama kuu kuhudhuria kesi inayomkabili yeye pamoja na viongozi wengine wa chama pamoja na kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Jeshi hilo halijasema mpaka sasa limemkamata kwa kosa gani. Hii ni taarifa hapa ambayo Chadema wameweza kuiposti muda huu. Sasa unajiuliza kwamba haya mambo yataisha mpaka lini, na kubwa zaidi ni kwamba endelea hapa kutufuatilia. Nimejaribu pia kupitia baadhi ya maoni ya watu mbalimbali wakiwemo Watanzania pamoja na wanachama wa Chadema, wanaharakati wa kiposti mitandaoni ya kwamba free John Heche. Huyu wa kwanza anasema tukajaini hapo Central embo hadi tujue shida nini, polisi ndio analeta vurugu. Lakini pia mwingine akasema kwamba jamani, haya mambo ya kukamatakamata viongozi wa Chadema yataisha lini? Mbona imekuwa ni vichekesho sasa? Kwa hiyo kuwa upinzani ni wadui. Lakini pia mwingine pia hapa anasema kwamba kinachoendelea kwa sasa ni kana kwamba viongozi wa Chadema kila wanapokwenda wao ni wanakosea tu. Sasa Heche kakamatwa, kakosa nini? Mwingine akasema Mungu, hata wewe unaona wanatuchokoza wenyewe kabla ya tarehe 29. Mwingine akasema hapa kwamba kata mti mbichi watendwa wapendwa haya, mti mkavu je? Lakini pia mwingine akasema kwamba this is Tanzania, unawapambania watu lakini ukitekwa wanaishia kuandamana Instagram. Mimi hapana. Kwa kweli kila mtu afiki vyake, wabongo ni wanafiki sana. Mwingine akasema kwamba tusipotoka Oktoba 29 haya mambo hayawezi kuisha kabisa. Mwingine akasema kwamba watoto wa maskini kwenye vita na watoto wa maskini wenzao kuwanufaisha wakuu. Lakini pia mwingine akasema kwamba mahakamani, anakamatwa makamu mwenyekiti, vipi kuhusu wewe raia? tochemoni yako hapo. Lakini pia nitakuhabarisha nini kinaendelea, na endelea pia kutufuatilia zaidi, update moja kwa moja kutoka mahakamani, ambapo leo tutaendelea na episodi namba sita kubwa. Karibu nasi na nitakuhabarisha hapa nini kimejili huko Central Police, ambapo mawakili wameelekea kufuatia tukio hili la kukamatwa kwa John Heche.